Kuna watu Mungu anakuita urudi mahali mlango uko wazi ukaufunge, na ndoa yako itakuwa salama kuanzia hapo na kuna vitu vimeenda mpaka kwa watoto. Ukivikemea kwa watoto havitatoka mpaka umefunga ule mlango uliokuwa umeufungulia, maana wewe kama mzazi ni madhabahu ya watoto wako. Tumesoma Jumapili iliyopita, Ibrahimu alipotoa zaka, Lawi aliyekuwa kwenye viuno vyake, baraka ya ile zaka ilimfikia, na Mungu alihesabu mpaka Lawi ametoa zaka. Watoto wasiteseke kwa sababu ya uamuzi wako mbovu. Hapa juu funga huo mlango, na utashangaa ile chaneli inakatika mpaka kwa watoto. Ni mara kadhaa nimeomba na wamama, anakuja mtoto wangu waponi, mtoto wangu waponi, mtoto wangu waponi. Naambia leta mtoto mama, mshikie mtoto, naambia tutaomba na wewe, kwanza bandika mkono, pepo analipuka. Wakiondoka pepo na mtoto, homa imeondoka. Kumbe mama alikuwa ndio lango la kuleta madhara kwa watoto.